Safi kabisa mpenzi mtazamaji wa Coco FM na Kipenga na Kipenga, leo kimedunda dunda, dunda viwanjani, na leo tunachukua maoni ya watazamaji na wasikilizaji wetu wa Coco kuhusiana na mechi kubwa ambapo Arsenal wanasafiri ugenini kuchuana na PSG. Tunataka kupata maoni ya baadhi ya watazamaji na wasikilizaji wetu, je, wanaionaje kuhusiana na mechi hii kubwa ambapo Arsenal wanasafiri ugenini baada ya kupoteza nyumbani goli moja sufuri. Hapa ninayo shabiki ushakiki wa Arsenal unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Tito Rolisha. Tito Rolisha? Rolisha. Eh, shabiki wa Arsenal huyo? shabiki wa Arsenal? Ndio, ndio. Mechi ya leo naionaje? Tuna Arsenal anapiga mtu tatu moja. A, tuko vizuri. Mm. Eh, tuko vizuri. Arsenal na mlabu wa mtu tatu moja. Eh. Nani A, Odegaard, mm. na nani anafunga? Uh, Odegaard na Kiwori. Mm. Eh. Asante. Unaionaje mechi ya leo? Ah, uh, mimi ninavyojua kwamba Arsenal watachukua maana mm. Mm. Wachezaji wengi wanaocheza ni wakaoma na wakaoma wakicheza waashindwi mm. E, kabisa. Mi naitwa Bora, Bora. E, kabisa. shabiki wa timu gani? Arsenal. Arsenal kabisa kabisa. brother anasema kwamba Arsenal anapiga mtu. Arsenal kichwa kama kawaida, mapema sana mm. maanake tuko na machungu sana roho mm. hatucheki na mtu kabisa mm. mm. mapema sana. nani anafunga? Arsenal wanachukua mapema sana, tunaenda final Arsenal yeah. Arsenal sana. Mm. Sana, sana. Naombea Arsenal lakini japo ile game ni i ngumu, mm. ngumu sana lakini mimi naombea Arsenal ushinde. mm. Kabisa. Wangapi hivi? Mimi naona tu iende tu, tu nil. tu nil. tu nil, kabisa atakuwa chini na Arsenal wamepita. Hii mechi ninavyoiangalia na, na nikirudi kwa previous records mm. ni kwamba uwezekano mkubwa sana uko kwa Arsenal kushinda mm licha ya kwamba walikuwa nyumbani wakapigwa mm. Lakini previous records zinaindicate kwamba uh, uwezekano mkubwa ni kwamba Arsenal ashinde ile game. Kuna uwezekano mkubwa iende moja mbili mm. Wewe yeah. ni shabiki wa timu gani, unaitwa nani? mimi ni shabiki wa Manchester mm. team, yes. Unaionaje Arsenal, je, wana uwezo wa kupiga comeback leo? Hiyo ah, ni kazi ngumu sana, ni kazi moja ngumu sana mm. sina tamaa kwamba kwa Arsenal anaweza kupiga kitu leo. Kwa hiyo wanapigwa ngapi? Nafikiri kama matatu au maina hivi, mi naomba Arsenal wapate mbili bila. Mbili bila. Eh. Naweza kufuzu kwenye finali. Eh, wapambane na Inter Milan. Mm. Mm. Na dani nani watafungia Arsenal? Bukayo Saka na Martinelli. Arsenal naona akishinda kama wanili. Naam, mtazamaji, hayo yamekuwa ni baadhi ya maoni ya mashabiki tofauti tofauti kuhusiana na mechi ya leo usiku kati ya Arsenal na Paris Saint-Germain, ikiwa ni mechi ya mkondo wa pili. Kumbuka mechi ya mkondo wa kwanza uwanjani Emirates, Arsenal walipoteza moja bila na kupata uhakikisho wa mechi hii. Tutakuwa mubashara kabisa live, kikosi cha kipenga ndani ya Coco FM, nikiripotia kutoka hapa jijini Kilifi. Mimi naitwa Kaka JP Junior, ukiwa na mda basi unaniita John Paul.